Kikosi maalum cha jeshi la polisi mkoani Kigoma kwa kushirikiana na raia wema kimekamata risasi mia mbili sabini na tano bunduki moja ya kivita aina SMG, magazini saba, pingu moja na laini ishirini mpya za simu za mtandao wa Halotel zilizokuwa zimechimbiwa chini wilayani Uvinza. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Kigoma Ferdinand Mtui amesema kuwa silaha hizo zimekutwa katika kitongoji cha Lugongoni. Dkt. Elias kutoka Kigoma ametuma taarifa zaidi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Kigoma, naibu kamishna Ferdinandi Mtui, kabla ukamatwa kukamatwa kwa mtuhumiwa ya haya kamhanda na polisi waliokuwa wameweka mtego karibu na kituo cha mabasi eneo la madukani katika mji wa Uvinza, kulitokea mapambano makali kati ya askari polisi na mtuhumiwa ambaye alirusha bomu la kutupa kwa mkono na kumjeruhi askari polisi mmoja na raia wanne. Askari walianza kumkimbiza pamoja na wananchi na yeye alianza ma, alianza mapambano dhidi ya askari na wananchi kwa kuarushia bomu la kurusha kwa mkono, hand grenade, ambalo lilipuka na kwa jeruhi ya askari mmoja ambaye namba F3187 detective Kopo Isaya pamoja na raia wanne waliokuwepo eneo hilo, ambao mmoja anaitwa Said Mohamed alijeruhiwa eneo la mgongoni. Wa pili anaitwa Selemani Kashali miaka 24 na alijeruhiwa eneo la jicho jicho la la kulia juu. Watatu anaitwa Joseph Daudi ye na miaka 23 ni mkazi wa, wa Lugongoni alijeruhiwa chini ya makalio, na wanne anaitwa Hassan Nasibu miaka 26 eh, ni mkazi wa Lugongoni alijeruhiwa alijeruhiwa mguu wa kushoto na jicho la kushoto. Baada ya mapambano hayo, je, kulifuata nini? Baada ya mashambulizi haya, askari walijibu mapigo kwa kupiga risasi, ambayo risasi moja ilimpata jambazi huyo eneo eh la mguu wa kulia kwenye kisigino wakati wakijaribu kumkamata. Baada ya kufanikiwa kumkamata, wananchi wenye asira walijitokeza na kuanza kumshambulia, na ilibidi polisi watumie nguvu ya ziada katika kumuokoa. kati mtuhumiwa akipatiwa matibabu alifariki dunia baada ya kuvuja damu nyingi eneo aliokuwa amejeruhiwa kwa risasi na kipigo alichokupata kutoka kwa wananchi wenye asira kali. Mahojiano ya kina kati ya askari polisi na Yahaya Kamuhanda aliyoyatoa kabla ya kifo chake kufuatia kipigo cha wananchi pamoja na jeraha la risasi eneo la mguuni ndio aliofanikisha kikosi maalum cha askari polisi kuzikamata silaha za aina mbalimbali zilizokuwa amezichimbia chini shambani kwake. Na walipofika katika makazi yake nyuma ya nyumba yake shambani alikokuwa amechimbia ame, ame ardhini e, askari walianza juhudi za kwanza kufukua na kufanikiwa kupata masiki tisa, silaha moja aina ya SMG pamoja na magazini saba za bunduki aina ya SMG na jumla ya risasi 75 zilikuwa zimehifadhiwa kwenye mfuko wa sandarusi na kufanya jumla risasi zote zilizokamatwa katika Eh, maeneo hayo kuwa mia mbili sabini na tano. Kamanda Mtui ametoa rai kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola kuwafichua watu wanaotumiwa kujihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali. Kutoka Kigoma, mimi ni Doto Elias wa TBC.